Yes, Hello. Morning. Hope mko poa mnaendelea vizuri mnaniona mimi pia niko niko poa, habari ya nyinyi wote, hope kila mtu anaendelea vizuri YouTubers, wenye n mna... mmeanza chaneli zenu juzijuzi jana leo mm. sijui mnarekodi nyinyi mkiwa wapi, sijui mnafanya content mkiwa area gani mimi niko Saudi Arabia right now I'm in Saudi Arabia I'm a house manager niko hapa naomba ulike ushare usubscribe I'm just new in this uh, content I think today I'm, um, this is my first time to make a

just mix English and Kiswahili because Kiswahili is my language, as you know I'm from Kenya. Natokea nyumbani Kenya 254. It's 254, those ones wenye wanatoka 254 na umekutana na hii video naomba, please unisupport, let's support your sister, unaona this is the house now. Mi nafanya kazi huku Saudia, kwa hivyo kama umekutana na hii video yangu naomba pia usubscribe. Bado ndo nimeanza, sina equipment zozote, natumia tu simu ya kawaida na bado ni mgeni. So kama kuna mwenye atakutana na hii video yangu na yeye ashaikuwa kwa hizi vitu mara nyingi, yeye ni content creator ambaye ashafanya kazi nyingi pia anaweza nisaidia, maana sijui ndo ninaanza. Kwa hivyo guys, let's support each other. Subscribe when you hit the subscribe button. I get the the alerts information. I'm going to do so kwako pia nita subscribe na nita like, nita share. Let's support each other guys. Wacha nishuke kidogo upstairs na sauti kidogo nita nitanyamaza maana watu bado wanalala. Tim Strong wanaelewa hii, let me take you outside of this house so that I can make a good and clear video. Nao nimetoka nishafika, mwendo hapa ni nje kabisa, as you see, let me open the door. Hapa ni parking, hapa ni parking yetu ya magari, naona

na hizi miti nikikuja kwa hii nyumba bado mimi ndo nimepanda, ilikuwa hakuna kitu hapa. There is nothing here. So I'm the one who do it all this work. Mimi ndo nimepanda hapa, nimepanda mwenyewe kabisa. Hizi maua zote mimi ndo nimefanya, nimepiga maji, nimeweka maji. No, no, hizi, zote hizi. Hata nikiona nasikia rai, you see Kimana kama hivi nasikia wow. Hata nikimaliza contract, nikirudi home najua tayari wako kumbu kumbu na kumbukumbu zangu. They can remember me kwamba I'm here na nikajaribu kufanya nini, nikaweka maua, tuongee mzuri. So kama vile mnaona mimi niko hapa nimetulia. Naomba ukikutana na video yangu, ulike, u subscribe, u comment, u share tafadhali. Hata kama maybe kuna kuna yule mtu anaweza sema sasa, huyu amerekodi nini ama amefanya nini, lakini please, we hit subscribe button. Kuna siku utakutana na kitu kingine kizuri kizuri ambacho kitakuinspire wewe ama kitakusaidia pia. Hivyo ninaomba tu mnisaidie ku subscribe. Ukisubscribe na mimi nitasubscribe kwako na uniambie kama umesubscribe kwangu na me I do the same to your YouTube channel. So please, guys if you get this video just hit the subscribe button, like, and comment. Let's support each other.

Wenyewe hatuko home country, kwa hivyo let's support na pia tupeane ushauri tu, tujaribu kusaidiana. Whatever you have something you can share, we can discuss together na tukisonga mbele. So as you see, mi niko kwa parking hapa sahii.

zina mengi ya kuongea, just to share with you. So kwa leo nazisema, tusapotiane. Kwa leo nazisema, tusifanye nini? Tusapotiane, ulike, usubscribe, tuende nalo, sindio? Sindio watu 254 2, 2, 2, 2, 5, guys. Mimi wache, wacha niende ndani, bado niko na kazi naendelea kufanya, so naenda ku kupika sasa. Imana usafi nishamaliza, naenda kupika.